Sasa kabla tujafika hapa, tulipata bahati ya kuonyeshwa miradi iliyoanzishwa na Jumuiya ya Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi ya ndani ya mkoa huu kwa ajili ya kuweza kujipatia kipato. Wameshaeleza waliofika hapa kwamba tumefungua uh, fremu sabini na tatu, nyingine ni zipo kwenye marekebisho na nini lakini na ile hosteli yetu ile yenye vyumba kumi na tisa, nataka nikiri wazi kutoka moyoni nikupongezeni sana mkoa wa Singida. Nimeamini kweli kuna msemo mmoja, mwalimu wangu siku moja aliniambia, aliniambia mbaya na wema hakosi, hongereni sana kwenye hili, mmefanya vizuri na kwenye hili mkoa wa Singida mmekuwa mfano wa kuigwa katika jambo hili. Kwa dhati ya moyo wangu nataka nikupongezeni, kamati ya utekelezaji na baraza la vijana la mkoa wa Singida <coughs> <coughs> ndugu zangu, hapa mmefanya kazi nzuri sana. Na kwenye hili nikupongezeni ninyi, lakini niwapongeze viongozi wa Chama cha Mapinduzi ambao ndo walezi wenu. Walezi asanteni mmetusaidia <coughs> sana lakini niwapongeze viongozi mbalimbali walioshiriki katika mchakato huu. Nikupongezeni sana wadau mliotushika mkono, lakini kwa niaba ya jumuiya umoja wa vijana pia nakushukuruni sana kwa kutushika mkono katika majambo yetu haya, msituchoki. Hatua hii mliofika mkoa wa Singida ni hatua kubwa sana. Kama nilivyosema hapo awali, mikoa mengine ije ijifunze hapa. Kwa well, hiyo nimefurahishwa mno na jitihada zenu za kuhakikisha jumuiya inasimama na inajitegemea kiuchumi, kama sera mahsusi ya jumuiya yetu ya umoja wa vijana kwa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili mwaka elfu mbili na ishirini na saba. Hongereni sana Singida.